Katika masiku haya yaliyotangulia, jambo lililoshughulisha wengi kwa kupitia mitandao ya kijamii ama vyombo vya habari na mazungumzo katika mabaraza na majumba ni swala la lile jumba ambalo kwamba lilikuwa linataka kuanguka na likabomolewa, ama kurepuliwa na kuangushwa hili asilimia kubwa yetu tumejua habari yake na kulifuatilia katika mji wa Mombasa, na masomo mengi ambayo kwamba tunayapata katika tukio kama hili. Na muumini siku zote anachukua somo ama masomo kwa kila jambo ambalo kwamba linampitikia katika maisha yake na analishuhudia kwa macho yake. Tumeona namna gani watu waliambiwa wawe mbali na jengo kama lile kwa kiwango cha kilomita moja nukta mbili. Tumeona namna gani watu waliambiwa wawe na tahadhari kwa ajili ya kuhifadhi vifua vyao kutokana na vumbi, kuhifadhi masikio yao kutokana na sauti za mirepuko. Yote haya na mingi ni kwa sababu ya jumba moja linarepuliwa, jumba moja linabomolewa. Kifu kwa wale ndugu zetu walioko katika mji wa Gaza, ambao kwamba kila madakika wao wanasikia mirepuko na mtu linabomolewa jumba la jirani, na yeye yuko hapa chini yake, bali na wengine wa modani ya jumba linarepuliwa, na watu wanarushwa kama karatasi angani. Kwa hivyo, hili ni somo kubwa ambalo kwamba tunatakikana tulipate tuone uzito wa yale ambayo kwamba wanapitia ndugu zetu katika mji wa Gaza na mji wa Rafah, ili tupate kukithirisha dua na kuombea kwa wingi. Mwenyezi Mungu awanusuru kutoka maana na serikali ya kizayuni dhalimu, pamoja na wale wanaoungana mkono nao sawa kwa kuwasaidia kimali ama kisilaha. Lakini katika masomo makubwa na adhimu ambayo kwamba twapata katika tukio kama hili, na ndio maudhui na inwani ya khutba yetu ya leo tumeiita Kuporomoka kwa Amali. Ikiwa leo wewe kama mwanadamu utafanya kazi siku za kufanya, ukakusanya utakachokusanya ukaweza kusimamisha jumba kwa milioni mia tatu kama ni mia nne ama chochote kile kitakachokuwa kiwango, sawa ni zako ulizokusanya, ama umechukua deni, ukaweza kutumia majuhudi yako mpaka kusimamisha jumba kama lile, na likaja mwisho jumba kama lile kabla ya kutimia likawa ni lenye kuporomoka amali lenye kuporomoshwa na kupotea, yote majuhudi ambayo kwamba umeyafanya ndani yake. Haya ni mali ya kidunia kefu, utakuwa katika hali gani pindi utakapokuwa umejenga jengo la amali na taa, ukayafanya ya kuyafanya mpaka kufika sio ghorofa tisa, bali ghorofa mia tisa katika taa na hasanati, kisha zikaja zote zikaporomoka. Amali kama zile ni khatari iliyokuwaje? Asalafu As saleh, wema waliotangulia, ridwanullahi alaihim ajmain, walikuwa na tahadhari sana. Kwanza walikuwa na jitihadi kubwa katika kufanya taa, wakitumia wakati wao katika kukithirisha kufanya mema na kujitangulia yenye kuwezesha kuyatanguliza mbele ya mola subhanahu wataala, lakini hawatosheki na kuyafanya yale bali wana tahadhari kubwa na hofu iliyokuwa kubwa, kutokana na kuporomoka amali kama yale. Kwa hivyo wanakuwa na bidii katika kuhifadhi amali kama zile, na ndio maana Sayyiduna Alhasan Albasri radhiyallahu an akatuambia kama alivyonukuu Alimam Albukhari, almu'minu jamaa baina makhafatin ama jamaa baina ihsanin wa makhafa. Mu'min anakusanya kati ya mambo mawili. Kitu cha kwanza ni ihsan. Anafanya uzuri ile amali ambayo kwamba anaifanya, lakini baada ya kuifanya kwa njia iliokuwa nzuri, hakubali amali kama ile ipotee tu hivi hivi. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kuna wale ambao kwamba watafanya amali, lakini amali kama zile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema zitarushwa na upepo, itakuwa ni kama jivu, itakuwa ni kama vumbi limerushwa na upepo, zikapotea kabisa amali kama zile kwa O mumin kitu cha kwanza, anafanya ihsani katika amal. Kitu cha pili, anakuwa na mahafa shadida, anakuwa nakhofu, na hofu kubwa kutokamana na kurudishwa amali ile, ama kuporomoka ama kubomoka amali kama ile, kawa si yenye kutakabaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio hali ambayo kwamba waliishi ndani yake wema waliotangulia. Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha, siku hiyo aki chukua ilmu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ya maana ya moja katika aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mbona akisema walladhina yutuna ma ata na wale ambao kwamba wanatoa kile wanachokitoa wa qulubuhum wajila na nyoyo zao zina khofu zina hofu kutokana na nini? annahum ila rabbihim raji'un, kwa watarudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Saidatuna Aisha bama waumini anamwambia, ya Rasulullah, je, wanaozungumziwa hapa ni wale wenye kuua na wenye kuzini na wenye kuiba watakuwa wana wasiwasi kutokana na yale waliyofanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la, sio hivyo bali wanaozungumziwa hapa ni wale wenye kuswali, ni wale wenye kufunga, ni wale wenye kutoa sadaka zao, na wana wasiwasi zisije zikawa hazijatakabaliwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, amali kama zile zikawa ni zenye kuporomoka. Hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu swalih ridwanullahi alaihim ajmain. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupigia mifano katika al-Qur'an al-Karim.

bustani kama hili min nakhili lina mitenda ndani yake wa anaf, na kuna mizabibu ndani yake, na si hii miwili peke yake. Wala lahu fiha min kulli thamarat, kuna kila sampuli ya mazao katika bustani kama lile, ni matunda ni mboga, kila unachokijua kinachotoka katika ardhi kinapatikana, lakini kabla ya kueleza kuwa kuna kila sampuli ya mazao, Mwenyezi Mungu anatuambia tajri min tahti hal anhar, kuna pita mito katikati. Yani uzuri wa lile bustani, namna lilivyotengezwa mpaka kuna man made river ndani mpaka kuna yani kila sampuli yenye kuvutia. Kisha baada yote hayo, Mwenyezi Mungu asema kwa makini eh. baada ya juhudi yote ya kulitengeza lile bustani, wa aswabahu lkibaru Huyu mwenyewe huyu ashakuwa mtu mzima, umri umesonga, hana tena nguvu ya kutengeza bustani kama lile. Na khatari zaidi, walahu lahu dhuriyatun duafa, ana watoto wanyonge, ana kizazi kinyonge, hakina uwezo, chahitajia bustani kama lile. Kisha baada ya yote hayo Mwenyezi Mungu asema faasabaha isarun fihi na Kikaja kimbunga ambacho kwamba kina moto ndani yake, fahtarakat, likaungua bustani lote lile, baada ya majuhudi yaliotumika miaka, baada ya ujuzi, baada ya gharama, baada ya yote hayo mpaka kulisimamisha lile bustani. Kisha baada ya hapo, huyu ni mtu mzima, hawezi tena kufanya vile, na huku kizazi ni dhaifu, kinahitajia, kitakufa na njaa. Mwenyezi Mungu asema, aswaba asabaha aswarun fihi naru fahtaraka, kaja kibunga kina moto ndani yake, kaunguza shamba lile. Huni mfano anopiga Mwenyezi Mungu, kisha anatuambia, kadhalika yubayinu lakumul ayat au kadhalika yubayinu Allah lakumul ayat laalakum tatafakkaru. Hivi ndivyo anavyo wabainishie Mola Subhanahu wa Ta'ala ishara zake ili mupate kutafakari. Mwanadamu umekirimiwa na akili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa akili kama hii ili tupate kuifanyia kazi, kutafakari kwa yote alembea kwamba tuyapitia. Sasa njoo kwa mwanachuoni wa umma huu, habrul ummati wa turjumanul Qur'an, sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, umwangalie anaifasiri vipi aya hii na mfano kama huu, anasema hadha mathalun darabahu Allah huu ni mfano ameupiga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lirajulin, anampigia nani? Mtu ambaye kwamba amila bitta'at, ni mtu ambaye kwamba amefanya taa nyingi, kisha thumma ba'atha Allah lahu shaytan, kisha Mwenyezi Mungu akamsakhirishia shaytan. Shaytan yule akamfanya nini? Fa'amila bil ma'asi, fa'aghraqa al a'mal akaenda kinyume akafanya maasi, akawa ni mwenye kuzamisha amali zote zile zikawa ni zenye kupotea. Ndo mfano huu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpiga hapo, yani amefanya akafanya akatengeza ile bustani, kisha kwa jambo dogo tu, ametumia majuhudi ya miaka kulisimamisha bustani, kwa jambo dogo anakuja ana linachomeka bustani lote. Amali amezifanya miaka mingi, zinakuja zinaporomoka zote. Hakuna jambo lilokuwa hatari kama hili. 10 hakuna hata mmoja anijipiga kifua akasema mimi ni peponi abadan.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 wa sallama asema ma minhum ahad. Hakuna hata mmoja kati yao yaqulu anasema imani ka imani Jibril wa Mikal. Hakuna najigamba, asema mimi nimesuhubiana na Rasul, mimi nimechukua dini direct kutoka kwa Mtumi, kwa hivyo mimi imani yangu kama Jibril na Mikal. Hakuna hata mmoja anasema.

majengo ya taa kama yetu na alimamu Ibn Al-Qayyim anatuambia wa muhbitat al-amali wa mufsidatuha akthar min an tuhsar, yenye kuvunja amali na kufisidi amali ni mingi, hayahisabiki. Kuna mengi ambayo kwamba yanapelekea, kwa sababu swali litakuja hapa, mtu atajiuliza sasa, ikiwa hizi amali zinaweza kuporomoka, ni zipi hizi zinazopelekea amali kuporomoka, ili sisi tujikinge ili sisi tujitahadhari. Alimamu Ibn Alqayyim anasema ni nyingi sana sababu zenye kuporomosha amali, lakini anasema walaysa sha'n fi al'amal walakinna sha'n an tahfaz al'amal bima yuhbitu, qadiya haiko katika kufanya yoyote, yule anaweza kupata taufiki ya kufanya lakini kadia haiko katika kufanya bali katika kuhifadhi kile ulichokifanya. Leo unaweza kufanya ukafanya, kisha ukaja ukakiharibu chote. Tumepigiwa mfano hapa katika juma lililopita na yule mwanamke aliojulikana kama mwenda wazimu wa Makoreshi, anakusanya mabanati, anakusanya vijakazi, wanakuja wanashona, kunatumika majuhudi, kunatumika wakati, kunatumika gharama, kunatumika ujuzi, yote haya wanatumika, kisha kwa haraka moja anachukua nyuzi tu hivyo anaivuta, anaifumua nguo yote ile, kazi yote ile inapotea kwa sekunde. Mwenyezi Mungu anatuambia, wala takunu kalati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, msiwe kama yule mwanamke mdazimu ambaye kwamba amefumua kile kilichoshono baada ya nini? Min ba'di quwwa, baada ya nguvu kumetumika, nguvu kumetumika, gharama kumekwenda kukanuliwa uzi kukakusanywa, watu wakatumia ujuzi wa kushona, kukatumika wakati. Baada ya yote hayo naqadat ghazla, kaja kaivunja. Na mimi na wewe, baada ya yale ambayo kwamba tumeyafanya, sawa ni katika mwezi wa Ramadhani, ama katika masiku mengine yote, katika amali za taa na khairati, tusije tukaja tukazibomoa tu kwa neno nalolisema, ama kwa kitendo unachokifanya, ama kwa tonge unalolila, ama chochote kile ambacho kwamba kitakuwa ni wa alichokikataza Mola Subhanahu wa ta'ala. Hakikisha umehifadhi. Leo, tukipiga mfano wa kawaida tu. Watoto ukiwona wanacheza saa nyingine wanavidude vile vakuchenga wanashikanisha, akija mwenzake akakipiga kakivunja ama kakibomoa, mtoto anakuwa na hasira, ataka kupiga, analia kilio kikubwa. Kwa nini? Kazi ya loifanye imeharibiwa. Na anaweza kutangaza vita, sawa na yule ambaye kwamba amemharibia ame ni loba ni mchezo tu kati ya watoto kefuleu. Wewe utajenga jengo la taa la magorofa mingi, kisha lile lije livunjike kabisa, utakuwa katika huzuni iliyokuja. Kwa hivyo muhibitat ni nyingi, lakini nambari moja ni kumkufuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumshiriki, na, na kumshirikisha anatuambia Mola Subhanahu wa Ta'ala katika uh, sura ambayo kwamba tunaisoma amenisunna kuisoma katika siku kama ya leo ya juma, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Waambie Mtume, hatuwajulishi wale ambao kwamba amali zao zimehasirika, alladhina dhanna sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna. Sema ni wale ambao kwamba sa'i yao amali yao waliofanya waliofanya yote yamepotea katika dunia wakidhania wamefanya jema. Wajua kuna mtu anaweza kuwa anafanya mingi ya makosa, lakini amehurika na zile taa chache na zisifanya. Madamu mimi na swadi msikitini, jamaa safu ya kwanza, madamu mimi hutoa sadaka, madamu mimi kila mwaka naenda umra, madamu hizi nazifanya mimi sawa, na muhbitat ana vingi vya kuvunja zile amali zote anazozifanya. Ana habari, ameghurika na zile chache amesahau kama yuko katika stara ya Mola subhanahu wa ta'ala, lao itaondolewa, kuna vunjika kila kitu. Mwenyezi Mungu anasema alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru biayatih. Hawa ni wale ambao kwamba wamekufuru aya za Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kufru na shirk, lain ashrakta la yahbatanna 'amalu hizi ndo nambari moja zenye kuvunja amali. Ni wangapi leo ambao kwamba ingia katika mitihani ya kufuru na shirki? Sawa ni kwa kupitia maneno, sawa ni kwa kupitia vitendo. Wangapi katika majanga yaliyoko leo katika jamii yetu, ni kwenda kwa makuhani na kwenda kwa wachawi na waganga. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia man ata arrafa au kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, yeyote atakayemwendea kuhani yeyote atakayemwendea mchawi na akamsadikisha kile anachokisema huyu amekufuru alichoteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haswa msiba huu uko kwa kina dada zetu na mama zetu, anakwambia nataka kumfunga mume asione mwanamke mwingine, ama sioe mwingine, nataka sijui kumfunga fulani, nataka kufanya hichi, nakwenda nafanyiwa mazingaombwe, nakuja naleta, nazika katika nyumba. Yote haya ni katika muhbitat alamal, yenye kuporomosha amali.

amalukum wa antum la tashuru. Hapa ndo hatari eh? amali hizi zinaporomoka na wewe huna habari, ukidhania uko sawa, amali zako ziko vizuri, kumbe zinaporomoka. La tarfa'u aswatakum, msinyanyue sauti zenu fauka sauti Nabi, mbele sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu pengine atasema, lakini mtume hayuko tutamnyanyulia vipi sauti? Kunyanyua sauti mbele ya sauti ya Mtume na maana nyingi, maulama wanaeleza, kuna kunyanyua sauti kwa maana ile tunayojua sisi mbele yako sawa na wakati ule uko hai, ama sahizi umekwenda Madina kumzuru, ukanyanyua sauti mbele ya makamu yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu al-anbiya'u ahya'u fi quburihim yusalluna, ametoambia mtumi manabii wako hai katika makaburi yao na swali. Lakini katika maana za kunyanyua sauti ni pale unapoambiwa hadithi ya mtumi na mafunzo ya mtumi, wewe ukayapinga ukaenda kinyume katika maana ya kunyanyua sauti ni pale zinaposomeshwa hadithi ya Mtume sallallahu wa alaihi wasallam, ukakaa na nawe ukaona zungumza, unapiga stori zako zote mahulama, umezitia katika maana ya kunyanyua sauti, Antahbata a'malukum wa antum la tash'ur. Lakini katika sababu ambazo kwamba zinapelekea amali kuporomoka ni ile hadithi tuloanza nayo hutba yetu ya leo, intihaku maharimillah, kutotambua adha ya Mola subhanahu wa ta'ala na kudharau jicho lake na kuweza kufanya kile kilichokiharamisha bila kumjali tumi sallallahu alayhi wasallam, akatuambia katika hadithi ya Thauban, la a'lamanna aqwaman min ummati na, wajua watu katika ummati wangu wana nini? ya Rasulullah asema, yatuna yauma alqiyamati, watakuja siku ya wa kiyama bihasanatin, kwa mema amthali jibali tihama Mfano wa majabali ya Tihama, majabali makubwa, majabali marefu, silsila yake ndefu. amthalu jibali Tihama tabayda ama baidha, katika riwaya nyingine, meupe. Hasanati si mfano wa ghorofa ya nyumba ya ghorofa tisa, aa, ni mfano wa majabali mingi. Lakini asema fayajaluha llahu haba manthura Mwenyezi Mungu anajalia zote zinakuwa ni haba manthura, haba manthura, maulamaa zamani ni kama mchanga uliopeperushwa na upepo, zote zinapotea. Taip, kwa sababu gani? Hili lilimshughulisha Thauban, rawi aliyepokea hadithi kama hii, anamwambia ya Rasulullah, sifu blana hetueleze, a watu ni watu gani? Ni yapi hao wanaoyafanya mpaka inaporomosha amali zao kubwa kama hizi? Jallihim lana, ya Rasulullah, tuweke wazi watu hawa. Tumi whawa mtumi sallallahu alayhi wa sallam anawambia <coughs> ama innahum ikhwanukum, Hawa ni ndugu zenu, si watu wa kando, ni watu mnawajua. wa min jildatikum, na kutokamana wa na nyinyi wenyewe. Khadari zaidi wa yaakhuduna min al-laili kama taakhuduna, na wanaswali usiku kama mnavyoswali nyinyi Sio kwa pengine hawafanya ibada ama usiku wanalala, na, na kiamu leili wanaswali. Tatizo iliko wapi, ya Rasulullah? Asema walakinahum aqwam, lakini wao ni watu idha khalu bi maharimillahi intahaku, wakikaa chemba, wakiwa mbali, hakuna mtu karibu na wao, hakuna CCTV hakuna chochote kile chaweza kumwona, anaanza kufanya ya haramu, anaanza kutazama vya haramu anaanza kusema ya haramu. Idha khalau bi maharim mbele ya watu anajisia mbele ya watu ni malaika yeah. Yani, huku kama wanavyosema maulama mbele ya watu ni qidis, na akiwa chemba min a'wani Iblis. Ya Latif asema, lakini nahum idha khalu bimaharimi llahi tahakuha, wakikaa chemba anazivunja kabisa maharimu za Mwenyezi Mungu, anafanya atakacho katika vitu ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha. Kama tulivyosema ni mengi. Al-Imam Ibnul Qayyim anatuambia yenye kuvunja amali. Tueni makini, zile amali ambazo kwamba tumezifanya tusiziporomoshe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Ingele vizuri aya ya Mwenyezi Mungu, eh? man jaa bil hasanati, atakayekuja na jema. Alimamu Ibnu Alqayyim anasema Mwenyezi Mungu ameweka sharti hapa. Allah akusema man amila hasana, atakayefanya jema, kadhia si kufanya ni kuhifadhi, lolo ifanye. Anasema man jaa, atakayekuja nayo, kwa hivyo aliifanya akaihifadhi, ikawa iko vile vile, akaja nayo huyu, falahu ashuru thani, atapata mfano wake mara kumi. Kwa hivyo kinachohitajika hapa si kufanya, ni kuhifadhi kile ambacho kwamba unakifanya kisiporomoke na kisipotee kikawa ni haba mathura. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azihifadhi amali zetu, tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zitakabali amali zetu, atupe taufiki ya kufanya kwa wingi na atuwezeshe kuzihifadhi. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu sallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin walhamdulillahi rabbil alamin.